Taarifa ambayo inazungumzwa kwa kiasi kikubwa katika mitandao ya kijamii ni rais wa Burkina Faso Ibrahim Traore kukataa msaada kutoka nchini Saudi Arabia, msaada ambao inatajwa kwamba serikali ya Saudi Arabia imetoa kitita cha pesa kwa ajili ya ujenzi wa misikiti takriban 200 nchini Burkina Faso, taifa ambalo lina idadi ya kutosha ya Waislamu. Hivyo basi kama ilivyo kawaida kwa Saudi Arabia kutoa msaada kwa mataifa tofauti ulimwenguni na hususan katika mataifa bara la Afrika ikiwemo Burkina Faso. Taarifa ambayo imezagaa katika mitandao ya kijamii imetajwa kuwa imetoa kiwango hicho cha pesa kwa ajili ya kutengenezwa misikiti nchini Burkina Faso, kitendo ambacho rais wa Burkina Faso, msaada huo ameupokea, kinyume kabisa na kile ambacho watu wengi walikuwa wakifikiria. Rais wa Burkina Faso ametaja kwamba hawezi kupokea msaada kama huo na iwapo Saudi Arabia inataka kutoa msaada kwa Burkina Faso, basi itoe pesa hizo kwa ajili ya ujenzi wa shule, hospitali na miundombinu tofauti ambayo ni muhimu katika taifa hilo. Kufuatia taarifa hiyo, kumonekana mitazamo tofauti katika mitandao ya kijamii rais wa Burkina Faso akitajwa kwamba vipi anaweza kukataa msaada kama huo wakati ya kwamba yeye pia ni Muislamu. Taarifa hiyo katika mitandao ya kijamii imepokelewa kwa mitazamo tofauti na kumtuhumu rais wa Burkina Faso kutajwa kwamba yeye pia ni Muislamu kwa nini anaweza kukataa msaada kama huo kutoka katika taifa kitovu cha Uislamu? Na wengine wanataja kwamba Burkina Faso haina shida ya misikiti kwa kuwa tayari kiwango na idadi ya misikiti ambayo inapatikana nchini Burkina Faso ni mingi kuliko hata shule za msingi katika taifa hilo. Hivyo basi kumeonekana kuwa hakuna budi ya kupokea msaada kama huo na kupongezwa rais wa wa Burkina Faso kwa njia moja au nyingine kwa kukataa msaada huo. Taarifa hii ni uvumi na haina uhalisia wowote. Katika tovuti ya wizara ya mambo ya nje ya Burkina Faso imekemea vikali taarifa hii na kusema ya kwamba ni uvumi ambao uliozagaa katika mitandao tangu mwaka 2023 na kutolea wito raia wa Burkina Faso kuwa, iwapo wanahitaji kupata habari, basi waangalie katika vyombo ambavyo vimesajiliwa kitaifa na kimataifa ambavyo taarifa zake huwa zina mashaka na kuwataka raia wasiwe wenye kuamini kile ambacho wanachoona katika mitandao. Mitazamo tofauti kufuatia uvumi huu, imetajwa kwamba msaada ambao unatolewa na Saudi wa ikiwa ni pamoja na kontena za tende nchini Burkina Faso ni sawa na kutoa msaada wa makayabo aidha makayabu kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kupeleka katika mataifa ya Ulaya. Ni wazi kwamba msaada huo itakuwa ni vigumu kupokelewa na mataifa hayo. Ni jamii sana utamaduni unasemaje kuhusu uvumi huu ambao me katika mitandao ya kijamii kumhusu rais huyu wa Burkina Faso kukataa msaada huu wa misikiti 200 kujengwa nchini Burkina Faso, msaada kutoka nchini Saudi Arabia. Tuachie mtazamo wako.